Mama, baba yenu ah, ah, mume wangu alifurahia alifurahia sana baba yenu. Kweli? naam. Lakini mbona sasa unatufanya vile? Neema, baba yenu alifanya nini? Kugombana kulalamika kila mara. Ah, kila mwanadamu unataka lake la mkimongokee. Wewe atana na babako. Mama, baba hasa wewe, mwanangu, ukiunga moja na moja utakuja kujua kwamba baba hakuwa na makosa. Ujua bahari nzima ilishamili vishingo, yaani ndio mwisho wake, manake akuweza kustahimili haya yote. Maana hatuna watoto, ndio maana akaisha kwenye vitimbi vya ulevi, ndio maana kazi kaisha. Neema, ikuwa rahisi akitekeleza mwenyewe kazi ikaisha polepole, likafuata lindi la mashaka

wala usilalamike, usingenila huyu ukinunena mwingine. Lakini mama, mwanangu, ajua maumbile ni sawa na vidole, hayatoshani. Usitake sana kujua, ala chokuku hautaila vile vile usitake tena kujua nyuki ametengenezea nini asali yake, utachafuka roho umchukie yeye. Nilivyokuambia mtoto akilea pacha, maisha ni sawa na bembea. Ipo wakati takuwa juu, wakati mwingine itakuwa chini, izo chini chini izo utamu wake mwanangu nilikuwa nazungumzia kuhusu bembea. Naam, bembea, hata iwe ya kamba au ya chuma, ulika, wanasema papo kwa papo, kamba ukatatiwe. Pembea inapolika na kukatika, au mwisho wa mchezo, la pembea huungwa na mchezo kuanza tena. Nayo maisha sawa na bembea yako natolika, kesha nikiwa mama leo, naona umekuwa akiliodai huyo mtoto wako. Wacha nijivunie huyo mlevi wangu, zaidi ya yote amenipa watoto wa rembo na mwenye tabia kama nini